Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Ubudu, mimi naitwa nani? Naitwa Amina. Yeah, Amina. Na hapa dada mambo? Poa. Mzima? Mzima. Naitwa nani? Okay. Mariam. Mariam. Okay. Ni mashabiki wa Young Africans au ni mashabiki wa Costa Union? Mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Yanga. Ndiyo. Na tokea pande zipi? Tokea Chamazi. Ah, Chamazi. Kwa Chamazi pale KMC? Ndiyo. Mm. Kwa nyinyi siyo mbali, ni karibu? Ndiyo. Kwa sababu ya timu yenu? Ndiyo, kwa sababu tunaipenda Yanga. Hivi lile changes ambazo a zimefanyika kipindi kile. Mchome Mchome, uko na maua maua. Asante sana, huu msuko kwa ajili gani? Ah, nilijiandaa na dabi, yaani miongoni mwa watu ambao wamekula hasara kubwa na mimi ni miongoni mwa hao watu wamekula hasara Unavyojua, nilikuwa na, nilikuwa. Yeah, umu, onekano, kama unavyojua huwezi kuwa na huu mwonekano kama una hela kwao. Nimeweka hela zaidi ya laki tano kichwani, lakini dabi tu kakacha Leo ilikuwa mchezo kati ya Young Africans pamoja na Coastal Union. Yanga, umeionaje wewe kama shabiki wa Simba? Mm. Unakuja kuzoea leo tofauti kidogo? Yeah, of course. Unajua, Yanga Yanga team tayari washakuwa nayo. Okay. Hii team ya Yanga ipo gereji mwanangu. Haipo gereji kabisa. Kwa hiyo kuna team ambayo iko gereji? Yeah. Ah, team yetu si iko gereji bado. Simba. Simba bado iko gereji, kaka. Wachezaji wengi majeraha, wako gereji. Wanatibiwa. Kwa hiyo ukiangalia performance anayoonesha Yanga ina wachezaji alionao sabu anayetoka anaingia unagundua kabisa aliyeanzisha wazo la kukanseli dabi mizambi zake ni pewe. Unajua aheri kufungwa na Yanga, lakini usije ukafungwa akaweka bango na akawabingwa inaboa kinyama. Kwa maana yake Mchome ni kwamba mlishtukia hivi, yani mm, mechi mliichungulia mm. na kuna baadhi ya watu wanajaribu kusema kwamba ule uh, Simba kwa kwa game ule ulikuwa ni mpango tayari shasu kwa muda mrefu. Huwezi kuwa ni mpango wa muda mrefu lakini dabi kadi siku zinavyozidi kusogea inapamba moto, na si pressure mm -hmm. E, inaongezeka. unaangalia kila ukija uka nyuma unaona pakwazi, chemaloni hayupo au spiderman hayupo. Ali salim huwezi kumweka langoni kwenye dabi, tungedhalilika vibaya. Lakini mara a mwisho Ali salim aliweza kudaka pale uh, yanga akafa mbili bila mm -hmm. kibudeni sana kuja na wakanda uhakika. Unajua tofauti ya ya simba ile na yanga hii, imeimprove simba imeshuka, okay. E, simba ile timu ilikuwepo Simba hii tunaandaa timu, Yanga hii timu wanayo, kwa ilikuwa ni ngumu sana kutoboa. Yaani nilijua tu kabisa kuna sababu itatafutwa. Na kiukweli TFF wakubali tu kulimaliza hili swala kwa sababu walishaamua kubeba mzigo wa lawama, ya ushaamua kubeba basi malizana nao. Hadi, hamna njia yoyote Huwezi yani kuleta kanuni ambazo hazieleweki. Endapo ikija ikitokea bodi ya ligi wakaja wakasema kwamba Yanga tumewapangia tarehe fulani mwezi fulani, Yanga wa Kigoma, je, itakuwa wana haki au watakuwa wamekosea? Yani so kusema kuwaomba Yanga inabidi iombwe, eh iombwe hey, tena so bodi ya ligi wala TFF yeah. Viongozi wakubwa wa, wa serikali waiombe Yanga, waite waite kwamba sisi tutakuwa yeah, wageni rasmi okay, tunawaomba mje Okay. Yaani mfano rais wetu mama yetu kipenzi Mama Samia. Samia awe mgeni rasmi aseme na wahitaji, okay, watakuja bwana, sisi tunaomba ili jambo muweze kulimaliza hapo okay, serikali haitakiwi kuweza kuingilia mpira okay, lakini wakisema zile kanuni kanuni, sidhani kama tunatoboa, kwa tukiangalia kwa mtiririko wa kanuni Simba hatoboi katika hatoboi katika ile sakata ambayo ilikuwa inaendelea, sababu ukiangalia ile kanuni wanao tunazungumza, sio ibara ya kumi na saba na nini na nini mwisho wake ile kanuni ni adhabu. Kwa maana yake hata kama sangine, Simba mlifanyiwa fujo yeah. getini maana yake yeah. hamkupaswa kuweza kuilisha mchezo hey, sababu final ile kanuni ni adhabu, mtu aadhibiwe kama ni milioni tano laki tano laki saba lakini mchezo lazima uwepo. Kwa kile kitendo ambacho cha Simba kuja kutoa barua usiku kwamba mimi kesho siendi uwanjani, sasa wewe unaamua before hata maamuzi ya mamlaka, maamuzi ya mamlaka hayajatoka umeamua afu na mamlaka yanakuja na gonga muhuri. Ndio maana Yanga walisema kwamba hatuna imani na bodi ya ligi na viongozi wao kina, kina Kasongo yeye yeye hey. okay. wewe kama mchome Mchome Simba, unakubali kama nyie mlikosea. ah, tulikimbia? yeah. Yani, mimi nakaga na mashabiki wengi wa Simba ambao wenyewe ni wale wenye mvuto tukiongea, wana Mchome, kiukweli dabi tumekata yani, ikiwa mic off tukiwa wenyewe hivi live tumekimbia kwa sababu Yanga iko bora, Yanga imetimia ile aina majeraha. Kiangalia majerani ya Okwasi peke yake. Sasa ya Okwasi hawezi kusababisha Yanga isipate matokeo. Ukiangalia sisi tuna majeraha mengi. Shomari Kapombe ashachoka this time. Unaona jana mechi ya TMW anapoteza muda. Eh, mechi ya TMW anangangania mpira usianze ndio anapewa kadi. Iuishe e, dakika zienda, ashachoka. Sasa niambie amechoshwa na Shedrack Boka. Alafu Yanga anapigilia Kangalombo dakika ya 70. La mko. <laughs> kota... okay. Uh, ya, ya ligi ukaja wakasema hivi karibuni mcheze na Young Africans. Mko tayari mche uh, Yanga sijajua kwa upande wao, lakini Simba si tupo tayari, naamini na Simba tuko tayari muda wote, lakini ingawa ni tayari ya usoni moyo inaogopa. Kwa maana yake ni kwamba sasa hivi mnaonyesha tu mko tayari lakini mm. Ni uongo. Uongo kwa sababu wale ambao walisababisha tusicheze hawajapona mm. Unaona kabisa wale wachezaji kikosi kilichokuja jana kile mm. Ndio kipo kambi Okay. Mona wachezaji wengi e eh, hivyo kwo wachezaji wengi washapata break ile international break, na nini ko a TFF wakipanga mechi Jumatano inaaa k lazima kwanza ichukue time ichukue muda mambo atakaa sawa inshallah eh. Okay. mm -hmm. Sasa huko na shabiki wa Young Africans umeona, anatokea Chamazi mpaka huku Yanga, wao kunyang'anywa uwanja wa Chamazi wao sio issue Biamina, umuona Mchome? Nimeona. Ni mmojawapo kati ya mashabiki ambao huwa anagewa sana lawama kwamba yeye kwa ni shabiki wa Yanga. Wewe unaamini ni shabiki wa Yanga Simba? Huyu ni mshabiki wa shabiki wa Simba, Simba. Mchome, kwa nini baadhi ya watu, huyu anaongea haki, anaongea ukweli, anaongea ukweli Mchome, maana yeye anamwonaga sana kwenye YouTube nini. Kwenye wewe sio mshabiki, mshabiki wa uongo anasema ila anaongeaga haki okay. Astahili apewa, angekuwa hata mchambuzi angesema ukweli okay. Okay. Mm. Kwa hiyo hana pepesu pepesu. Unajua, ilifika kipindi mpaka Mchome alikuwa anakutana na changamoto uwanjani, akienda mechi za Simba watu wanakuja wanaSimba wanakuja wataal, lakini yote ikawa nanikanika, kwamba huku nje ni Simba, lakini ndani ya moyo wake yeye ni Yanga damdam, na anaipenda Yanga kweli kweli. Wanamuoneaje wanamuonea, lakini anasema ukweli Mchome, kwa wale hakitendeki. Kwa wale mashabiki ambao bado wewe leo hii wanadhania kwamba wewe kwa nadharia kwamba wewe kwa kwa bado ni shabiki wa Young Africans, una ujumbe gani wa kuambia waongeze wa waongeze kuamini hivyo hivyo? mm. Lakini moyo wa mtu ni kichaka, yaliyo ya moyoni yanawakilishwa kwa ulimi. Kama utaupinga ulimi wangu sio okay. mm. I know myself, njoo mtaani ulize mimi nani. mm. I swear to God, siwezi kuwa shabiki maandazi. Sisi lengo ni burudani, unaona, ni mpira. magoli yanaofunga Max simba tu Simba tupata tushini magoli ya Mungu short pieces nanii penati, kona, ndio magoli yetu kaka. Ateba ukimwekea mguuni afungi, ateba anafunga magoli ya vichwa, fuatilia magoli yake mengi penati na vichwa. Kesho Mutale, namzunguziaje kwa mechi ya jana Mutale? bwana ni SGR <laughs> <laughs> aliletwa <Ili> <laughs> SGR ya umeme Dodoma <laughs> <laughs> <Masama Masama kari. laughs> Ilikuja yes, yeah. Kupima umbo wa wachezaji ile msemaji. Hey, hey. Anadhambi sana Joshua Mutale, sisi anaanza, alionyesha kiwango kibovu, na ni ule usajili wa timu ambao haina hela okay. Na kama ina hela, basi kuna watu wapakati wametia mkono mwanangu, ule sio mchezaji type ya Simba, una, una, una Edwin Barua anaanza Mutale, kweli jamani hii kitu haiko sawa kwa kweli, mimi sioni kama ni fair. I don't know why lakini sioni kama ni fair kabisa. Sawa sawa.